Pindua pindua kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB dakika kivyovyote. gani mtazamaji wa Global TV Online kupitia Global Sport unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo ukiwa na mimi sports lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Yanga imefanikiwa kumsainisha beki wa kati Mkongomani Fiston Kayembe Kanku ambaye alikuwa kwenye majaribio katika timu hiyo kwa muda mrefu, mkataba wa miaka miwili. Yanga imelazimika kumsajili beki huyo ili kuiongezea nguvu safu yake ya ulinzi ambayo kwa sasa inaonekana kutokuwa imara kama ilivyokuwa msimu uliopita wakati ilivyokuwa na Mtogo Vincent Bossou. Yanga inadaiwa kutumia kiasi cha shilingi milioni ishirini kuinasa saini ya Kayembe ambaye ni rafiki wa kiungo wa klabu hiyo Mkongomani Papy Kabamba Tshishimbi. Habari za kuaminika kutoka ndani ya Yanga ambazo Global TV Online imezipata zimedai kuwa mchezaji huyo alikuwa anataka apewe milioni hamsini, lakini uongozi wa klabu hiyo ukamgomea kutokana na hivi karibuni kutokuwa vizuri kiuchumi. Lakini pia kiasi kama hicho cha fedha imekitumia kumsajili mshambuliaji chipukizi wa timu ya taifa ya na Serengeti Boys Yohana Nkomola. Yanga imemsajili kinda huyo kwa ajili ya kuiongezea nguvu safu yake ya ushambuliaji kutokana na kocha mkuu wa timu hiyo Mzambia George Lwandamina kuvutiwa na kiwango chake. Hata hivyo katibu mkuu wa Yanga Charles Bonifasi Mkwasa amesema kuhusiana na hayo, ni kweli wamemsajili Kayembe na Nkomola i kwa sasa hawezi kusema ni shilingi ngapi wametumia kwani hiyo ni siri ya klabu na mchezaji. Yanga imemsajili Kayembe akitokea timu ya soka Balende FC ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati Nkomola ametokea timu ya vijana ya Azam FC. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi. Usahau kubofya sehemu ya andiko subscribe ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram, tunatumia Global Publishers, Twitter, Global Habari. Asante na kwa heri sibuka loto tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi sibuka fm imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wasibuka nchini kote jishindie trakta aina ya John Deere 5065 bodaboda 15 pampu za dawa 50 redio 100 majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem, kem. jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya mwamala wa mpesa kisha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 Kutokea Tanzania mara ya maraya, kwanza kabisa kusikika nchi nzima, unapindua pindua, pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi, una MB unawaza kuongea, kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua yumi, uhuru ni wako mm. dakika na MB ongea upenda pinduaaa pindua, pindua kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kwa dakika au MB au SMS unavyotaka, piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli chagua pindua pindua. Vodacom. Power to you